Malaika huyo yeye ndo amechukua dhamana ya malaika wote, Sayyiduna Jiburilu alayhi muswalatu wassalam. Sasa baada ya hapo, malakul mauti atamwendea Jiburilu, atamwambia Jiburilu, ikibidhu ruha jiburilu, nikabidhi roho yako Jiburilu, nimeshapewa ni, ni amri na Allah subhanahu wa ta'ala, ikibidhu ruha jiburilu, nikabidhi roho ya Jiburilu. Eh, Sayyiduna Jiburilu atatui amri ya mola wake, atamwambia malakul mauti achukue roho kama alivyotumwa na Allah subhanahu wa taala, fayatibdhu ruhaihima. Ataiwasilisha roho ya malaika Jibril alayhimu salatu wassalamu. Kwa amri ya nani? Kwa amri ya Mungu subhanahu wataala. Kisha mwenyezi Mungu atamtuma tena malakul mauti, nenda kwa Mikailu, nenda kwa Mikailu kaishomoe roho yake niletee hapa. Atatoka malakul mauti moja kwa moja mpaka atakutana na Mikailu alaihim salam. Atapokutana na Mikailu atamwambia Mikailu, naye atat, atatui amri ya Allah. Akitui Mikailu amri ya Allah, malakul mauti ataichomoa roho ya Mikailu. Baada ya kuichomoa roho ya Mikailu, ataiwasilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala fayakbidhu ruhayhima ataiwaswilisha roho hiyo eh, ya Mikailu kwa amri ya Mungu Subhanahu wa Taala. Ndugu zangu, baada ya hapo eh, Mwenyezi Mungu atamwambia tena, nenda bado kuna malaika wawili hawa hawa nao wafuatilie, mmoja baada ya mwingine. Malaika gani? Israfilu na Izrailu. Hawa bado hujawachomoa roho zao, niletee hapa roho zao, nao nazitaka roho zao Atatoka moja kwa moja Malakul Mauti atakwenda kwa Israfiru, ataichomoa roho ya malaika Israfiru. Baada ya hapo, ataichomoa roho ya Israilu, fa yakbidu ruha hima, ataziwasilisha, ataziwaswilisha Malakul Mauti roho za malaika wawili hawa, Mikailu na Israilu, kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Kisha Mwenyezi Mungu atamwambia, atamwambia Malakul Mauti, ya malaku lmauti, man bakia min khalki, kuna mmoja amebaki katika ulimwengu, mtafute naye niletee roho yake. Malaku lmauti atakwenda mashariki, magharibi, hatamwona wa kumchomwa roho. Mwisho atarudi mwenyewe malaku lmauti kwa mola wake, atamwambia, Allah, nimetembea mashariki na magharibi, fakad bakia dhaif, hakuna aliyebaki sokwani, niliyobaki ni mimi mja wako na nili... sifa za udhaifu Malakul mauti naye ataonja ataonja kifo kwa amri ya nani? Kwa amri ya Allah. Ndugu zangu, sisi sote tutambue, maiti watarajiwa mbele ya Allah. Hakuna hata mmoja hata kama utamsikia mtu kakaa karine moja na nusu, kakaa karine mbili, lakini ipo siku atarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kama Allah Subhanahu wa Ta'ala amekadiria kwamba mja huyo arudi. Na kama ingekuwa hakuna kifo, angeanza kusalimika Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Lakini Mtume Muhammadi kapambania Uislamu, kapambania Uislamu Mtume Muhammadi kwa, kwa, kwa, kwa,

Aina abinau lmuluka, wako wapi? Wale wafalme walipewa mamlaka makubwa katika dunia, na walikuwa wanaendesha kinyume cha mamlaka niliyowapa mimi katika dunia, wako wapi? Watokeze wale wafalme ambao wao walikuwa na sifa, walikuwa wao wana sifa kubwa kubwa, ni wa... watokeze hapa niwaone, jibu hakuna eh? Lillahi wahidul kaharu, ufalme umebaki, wa... wa... ufalme umebaki ni wa Allah peke yake. Mwisho atasema Mwenyezi Mungu, aina abnai lmuluka wako wapi? Watoto wa wafalme nao, watoto wa wafalme wako wapi? niwaone hapa, jibu hakuna. Mtoto yote wa mfalme atakayeweza kuthubutu kusimama akaenesha uso wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hey. Sasa ufalme utabaki kwa wanani? lillahi wahidu lkaharu. Mabwana, tumche Mungu subhanahu wa ta'ala, hey. tumche Mungu na kumcha Mungu hakupatikani kwa amali yoyote isipokuwa kunapatikana kwa amali ya kufungamana na kusoma, unafungamana e, na amali ya kusoma. We, usiwe tu unauza tu na kununua, lakini e, ukisikia Simba na Yanga ndio namba moja, lakini Mungu utaki kusikia neno lake linatajwa. Mungu asema, waman aradha an dhikri fainna lahu maishatan dhanka, yeyote mwenye kupuza utajo wake Mwenyezi Mungu akasikia kwamba kuna Mwenyezi Mungu ameamrisha watu wanatakiwa wafungamane na kutafuta ilmu, lakini wewe ukadharau kwa maksudi kwa kuona kwamba Mungu hakufai eh, ah, ah, ah, kwako wewe kumbe, ndugu zangu Waislam, ukajiona kwamba wewe ukawa unashughulikia tu mambo yako mambo yako mengine mengine ambayo Mwenyezi Mungu hakukuamrisha basi wallahi ndugu zangu, itakuwa ni khasara utaipata ya dunia na khasara utakayoondoka nayo baada ya dunia, utaondoka na khasara ya siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anataka tutafute ilmu, khairukum man taallama lqurani wa allamahu, mbora wenu ni yule ambaye aliyosoma Qurani alafu kisha naye akawa anaifundisha. Huyu ndiyo mbora mbele ya Allah. Wa anwi bihi shukra, anuiye kushukuru Eh? anuie kushukuru, anasema wayambaghi wayambaghi, ayanuia almutalimu, anuie mwanadamu katika kuitafuta ilmu, bi talabil ilmi, kwa kuitafuta kwake ilmu, ridha Allah ta'ala. Katika kutafuta hiyo ilmu atafute kwa kuta, atafute kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wataala wa daral akhira, na kuiendea nyumba ya akhira eh? utafuta ilmu kwa ajili ya kutafuta radhi kutoka kwa mula wako wa dara al-akhira, na kuiofia nyumba ya akhira, waidhalati ljahali an nafsi, kule kitendo cha kutafuta ilmu ni kwa sababu ya kuondosha ujinga uliokithiri katika nafsi yako maljahali, na ujinga wa watu wengine eh. Akasema wala yaswihu zuhudu na wala yaswihi kuipa nyongo dunia, haiiswihi kuipa nyongo dunia Eh, watakuwa na ucha Mungu kwa maana, uwezi ukawa mbali na uwezi ukawa mbali, wewe uwezi ukawa mbali juu ya kupenda maisha ya dunia. Eh, sharti uwe na ilmu, lakini kama una ilmu utayaendea yale yote ambayo yalifanywa na yalifanywa na, na, na, na watu waliopita kabla yako. Kuna watu wamepita wamefanya mambo mengi sana, na walioyafanya ni makubwa, yanakwenda kinyume na muongozo wa Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam akina Firauni walikaa katika dunia hii, lakini walifanya mengi mengi ya kumuudhi Mwenyezi Mungu mpaka anathubutu Firauni kusema kwamba huyo mu, we Musa we huyo Mungu wenyewe unayesema kwamba huyu ni Mungu, huyo sio Mungu na mimi, mimi ndio Mungu. Hebu toka huko nifate mimi na watu wako. Firauni anamwambia nani? Anamwambia Musa. Lakini angalia kwanza, nani alivyo, nani alivyoirikishwa. Firauni walikuwepo walikuwepo majenedali ambao wao walikuwa na sifa za kishujaa katika dunia, lakini hivi sasa, kullu nafsi dhaikatu lmauti wa innama tuwaffauna ujura yauma alqiyama, asema, asema fiha sarahati lhukmu na, na, na hilo jambo la kifo Mwenyezi Mungu amelipangia hukumu ya wazi alladhi hakamahu lhakami la adiru. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hakamahu lhakami la adiru, yeye Mwenyezi Mungu amehukumu amehukumu kwa wazi kwa watu wote kuwahukumia na nne ya kile kifo, sio kwamba eti huyu ana cheo atakufa kifo cha kuheshimika. Hapana e, utaheshimiwa duniani, lakini akhera utakwenda kama anavyokwenda huyo maskini ukimpuza wote eh, bitaswiyatil maut baina halqi, tutakufa tukiwa katika hali moja tu. zalat anhum mutaali wa taazum asema innama alhayatu dunya matao, hakika ndugu zangu, haya maisha ya dunia ni maisha ya kudanganya, ni maisha ya kughiribu akili za wanadamu, ay matao dunya kalilu wa intwala, haya maisha ya dunia, ndugu zangu, ni machache, hata kama yatarefuka kwa mwanadamu lana kula ma yankadhiu kalilu, wa kila kile ambacho mwanadamu anafurahika nacho, lakini kalilu mbele ya Allah ni kidogo, kalilu kina mwisho eh. ayi matao huwa kullu ma yantafiu minhu qalil. Na neno matao linatumika kwa kila kile ambacho anafaharika nacho muumini, kalilu, lakini kidogo na kina mwisho wake. Sasa hapo Mwenyezi Mungu ana kati jaji jimemti kwa umma wa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam anasema wa kulluna rahainu lilfanai, mwanadamu atambue, wa kulluna rahainu lilfanai. Ipo siku atakuwa yeye yuko rahani ya kuregea kwa Mola wake subhanahu wa taala. Uwe na mali utaondoka, usiwe na mali utakuwa rahani kwa Allah subhana, uwe maarufu utakuwa wewe rahainu lilfanai eh, kwa kadiri ya vile ambavyo utakavyojikurubisha, lakini wewe wa kulluna rahainu lilfanai ipo siku utakuwa wewe ni rahani ya kuondoka mbele ya Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu, kama ingelikuwa hakuna kifo, angeanza kusalimika kipenzi cha umma Nabii Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Lakini angalia, ya kwanza Muhammadi ameondoka, ametuacha sisi warithi wa mtume wake, ametuacha warithi wa mtume. Ni kina nani? Alulama warathatul anbiya, alulama warathatul anbiya Wana wachuoni ndo warithi wa mtume Muhammadi. Kwa maana hivi sasa tena musiwa, musidhanie kwamba atakuja mtume mwengine kuuonya umma wa mtume, hakuna isipokuwa eh, isipokuwa mitume iliyopo hivi sasa. Warathatul anbiya warathatul anbiya, hao ndo waliobaki wamepewa kazi ya ya mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallama wasalama eh na ndio maana mtume akasema, man ahada fi amrina hadha, yoyote atakaye yoyote atakayefanya amali lakini amali hiyo akawa amefanya inakwenda kinyume na muongozo wa mtume, basi mtu huyo atakuwa maalaisa minhu amali yake ataregeshewa mwenyewe siku ya kiyama. Fanaubu billahi min dhalika eh, ndugu zangu tujitahidi sana katika kushikamana, kutafuta ilmu. Anasema wayambaghi an yanwiya almutaallimu eh